Mpasuko umeanza kushuhudiwa katika baadhi ya vyama vya kisiasa nchini kabla ya chaguzi ndogo ambazo vyama hivyo vinalenga kujipima umaarufu wa kisiasa. Mambo hii ya kusema ati chama hii ni ya upande hii, chama ni ya upande hii, chama ni ya upande hii la, wacha tuwe na national parties ambazo zinaunganishwa kwa sababu ya sera, lakini sio kwa sababu ya pahali ya ambapo zimetoka. nobody will ever finish the job. Mother Wangari Karua. Na kama ambaye mwenyewe ameamua hawezi kamwe kusaliti njia yake, huyu hawezi kumsaliti. I have studied maneno ya Kalonso msioka huyu. Raila alikuwa nasema ati Kalonzo ni watermelon. Mimi nimeangalia Kalonso has been steadfast kwa msimamo. Raila amemuchenga na kumsaliti for 15 years, hajamwacha hata siku moja Hali hii imejitokeza wazi katika chama cha Democracy for Citizens Party, DCP, baada ya baadhi ya wa wagombea kuweka wazi kujiuzulu katika chama hicho. Kiongozi wa hivi punde kupasua mbarika na kuweka wazi msimamo wake ni mgombea wa nafasi ya ubunge wa Magarini katika kaunti ya Kilifi kwa chama cha DCP, Furaha Chengo Ngumbao maarufu kama Kalamawehu, ambaye ametangaza rasmi kujiuzulu kutoka chama hicho. kweli chama cha DCP lakini bado niko katika kinyang'anyiro cha ubunge wa Magarini, tapeana mwelekeo a karibuni. Furaha ambaye ni mwanachama wa kamati kuu ya kitaifa ya chama hicho anasema bado yuko kwenye kinyang'anyiro cha ugombea wa ubunge wa Magarini, lakini kwa tiketi ya chama kingine ambayo atatangaza rasmi dau atakalojitosa. Katika barua yake kwa makao makuu ya chama hicho, Furaha alitoa sababu za kujiuzulu katika chama hicho, ikiwemo ukosefu wa mawasiliano bora, mwongozo wa madhubuti wa chama, na kupuuzwa mbali kwa matakwa ya wakazi wa Magarini kupitia chama hicho. Kuna madai, mheshimiwa, kabla ya kuchukua simu ya kwanza, kuna madai kwamba uh, mpangilio ambao upo sasa hivi, mm, unaweza uka step down, umeitwa Nairobi headquarters kuweza kuhandover hiyo ticket mheshimiwa, <laughs> kwa <nani>? kwa <laughs> Kuna tetesi kwamba DCP candidate ashuke, sawa sawa, sababu labda, na sio kwamba eti unaitwa kwa sababu ni chama. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ule upande mwingine sasa baba, Wewe si uko na kesi kule kotini bwana? Hebu shuka hapa, hii story tumalizane nayo. Umeshapewa umeshapewa ofa kama hiyo? Ah, sijawahi. Mbona unalijibu kikombokombo? Mheshimiwa, ongea kwenye mic. Sijawahi itwa na mambo kama hayo na ukiitwa na nikiitwa, si nitakuwa nimeitwa na uamuzi utakuwepo. Mm. Eh, mm. Kwa kwamba mimi sishuki Nikiwa na watu wa Magarini. Hatua hii ni pigo kubwa kwa chama cha DCP katika eneo la Pwani, baada ya mgombea mwingine wa eneo bunge la Banisa Adam Mohamed pia kujiuzulu kutoka chama hicho juma lililopita. Uchaguzi huo mdogo Magarini wa Magarini umewavutia viongozi mbalimbali wakiwemo Harrison Kombe wa ODM, Samuel Nzai wa chama cha Wiper, Furaha Chengo Kalama, huku tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC ikiahidi kuandaa uchaguzi huo mwezi Novemba tarehe 27, mwaka huu. Nikiripotia Koko FM, mimi ni Joseph Jira, Koko FM, ladha ya Pwani.